Watu wengi sana huwa tunatafsiri vibaya maumivu yanayotupata. Watu wengi huwa tunatafsiri kuwa maumivu kama sehemu ya nguko katika maisha yetu. Hapana, sio kweli. Mungu alileta maumivu akiwa na maksudi yake maalum, malengo yake maalum, na kazi maalum. Muda mchache hapo mbele nitaenda kutaja kazi za maumivu, na wewe ujitafute katika hizo kazi na ujaribu kuangalia maumivu yako yalikuja kwa lengo gani katika maisha yako. Kazi ya maumivu namba moja: maumivu yanakuja kutuonyesha watu sahihi wa kuambatana nao katika safari zetu na watu feki wa kuto kuambatana nao katika safari zetu. Nitakupa mfano zaidi, Ayubu alipokuwa anapitia matatizo makubwa ya kupoteza mali zake na magonjwa, wale watu wote feki walijitenga naye, akiwemo mke wake na watu wengine wa karibu. Inawezekana hata wewe Mungu amepitia njia ya maumivu ili kuwatoa watu feki ambao watakukuhamisha kwenye safari yako. Nao watu feki anaweza kama mchumba wako, mke wako na aina nyingine za marafiki wako. Kazi namba mbili ya maumivu, maumivu yanakuja kupima imani zetu. Nitakukumbusha Ayubu, matatizo yote aliyokuwa anayapitia ya kupoteza mali na magonjwa ilikuwa ni kwa ajili ya kupima imani yake ya kiroho kwa Mungu wake licha ya kwamba shetani alijaribu kumshawishi katika njia zote za kumwahidi kumrejeshea mali na namna nyingine za ushawishi, lakini Ayubu bado alisimamia msimamo ule ule wa kumwamini Mungu wake. Kwa hiyo hata wewe, inawezekana maumivu unayoyapitia yamekuja kupima imani yako wewe. Itabidi usimame imara, usitetereke kwa sababu ya umu, maumivu. Iga mfano wa Ayubu. Kazi namba tatu ya maumivu maumivu yanakuja kutuambia mali tulipo sio salama na sio sahihi kwa malengo yetu makubwa na ndoto zetu kubwa, na mara hayo yanaweza yakawa mahusiano na vitu vingine vifananavyo na hivyo. Kazi namba nne ya maumivu, maumivu yanakuja kutupa uzoefu na ni kama sehemu ya darasa. Nitakupa mfano, mfano bodaboda, boda, akipata ajali kwa sababu ya kukimbiza pikipiki au kuendesha pikipiki katika spidi isiyo kawaida, siku moja akipata ajali na akiumia, yale maumivu anayoyapata sio kwa ajili ya kumkomoa, bali ni katika kumkumbusha na kumwambia kumkumbu, kuwa kukimbiza pikipiki kwa spidi sio kuwa ya kawaida, ni hatari sana. Kwa hiyo itabidi ujifunze, siku nyingine utakapopona, pikipiki yako usikimbize kwa spidi ambayo siyo ya kawaida, na pia inampa uzoefu wa kuambia hata wengine kwa sababu madhara ya kukimbiza pikipiki alishayaona. Kwa hiyo hizo ndizo kazi za maumivu katika maisha yetu na sio kama tunavyotafsiri kuwa maumivu ni sehemu ya anguko. Sasa sijajua maumivu yako yalikuletea funzo gani kati ya mafunzo ambayo nimeshayataja. Tushe chini hapo kwenye comment. Sina la ziada. Ukitaka kujifunza zaidi unaweza ukajifunza kupitia chaneli yetu ya Mwasalemba TV. Mwasalemba TV. Thanks. We have to do wonders.